Kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa nne mwaka 2025 majira ya saa mbili na dakika kumi za asubuhi huko eneo la Igawa, kata ya Lugelele, wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, kwenye barabara kuu ya Mbeya Njombe. Gari lenye namba za usajili namba timu ya 511 EKM aina ya Higer basi kampuni ya Hai Express iliyokuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa jina la Bosco Mwamila, ni umri wa miaka 52, huyu ni mkazi wa Chalinze, ikiwa inatoka Dar es Salaam kuelekea uh, jijini Mbeya iligongana na gari lingine lenye namba za usajili BAR 9256 ZM mkwaju ALG 7 ALG 7806 t aina ya fao kampuni ya AM Motors ya nchini Zambia iliyokuwa ikitokea nchini Zambia, ikiwa imebeba e, kopa, madini haya ya mzigo wa kopa, ikiendeshwa na dereva anaitwa Dani Kachesa mwenye umri wa miaka sitini na moja. Huyu ni mkazi wa Lusaka, Zambia na baada ya tukio hilo la ajali, iliweza kusababisha kifo kwa dereva wa basi na majeruhi Aidha, katika ajali hiyo mtoto mmoja aitwaye Gadiel George mwenye umri miaka sita ambaye ni mkazi wa Mbeya, mwanafunzi wa shule ya msingi Isaya anayesoma darasa la kwanza huyu alijeruhiwa na aliweza kukimbizwa katika hospitali ya wilaya ya Mbarali kwa matibabu na anaendelea kutapatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa basi namba T 511 na EKM e, Higer kampuni ya Hai Express alipokuwa akijaribu kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari na kwenda kugonga au kugongana na gari lingine ambalo limetaja lori BAR 9256 ZM stroke ALG 7806T aina ya FAW, na baada ya kugonga eh, aliweza kufariki papo hapo huyo dereva wa hilo basi. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa uh, wito kwa madereva wote kwa makini barabarani kufuata na kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na alama na michoro iliyowekwa ili kuepuka ajali zinazoweza kuepukika kama hii ambayo imetokea. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya inaendelea kuchukua hatua kali kwa madereva ambao wataonekana kwamba hawafuati sheria za usalama barabarani na kutii sheria hizi ili kuhakikisha tu kwamba uh, hawafanyi makosa ya makusudi ya kuleta madhara mengine lakini pia jeshi la polisi sisi, tunaendelea kuwafungia leseni wadereva ambao hawazingatii sheria za usalama barabarani. Hii ni kutoka kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anashika chombo cha moto awe makini. Ismaili Ali Selemani, mfanyakazi wa kampuni ya, ya libet transcar. Kweli ili tukio hapa nimeliona aliofanya dereva wenzangu kweli, hizi ajali sometimes

Mi I stay in Lusaka at Chazanga. Your name. My name is Danny Kachesa, Tonga by tribe.